Mambo vipi Tanzania? Hii ni Little Town Media na kukaribisha tena kwenye mwendelezo wa kukuletea mambo kibao kutoka hapa Bagamoyo. Leo hii tunakuletea historia ya moja kati ya mtu anayetajwa kuwa maarufu zaidi kwenye muziki wa asili. Si mwingine ni Dr. Hukwe Ubi Zawose. Alikuwa mwanamuziki maarufu wa muziki wa asili kutoka Dodoma, Tanzania, akijulikana zaidi kwa mtindo wake wa kipekee ulioakisi utamaduni wa kabila la Wagogo. Ala alizotumia kwa umahiri mkubwa zilikuwa limba na zeze, huku pia akitumia filimbi kwa ustadi wa hali ya juu. Alizaliwa mwaka 1930 huko mkoani Dodoma, mtoto wa mzee Ubi Zawose, mzee ambaye kwa wakati huo alikuwa mfugaji na mkulima lakini pia fundi kwelikweli kweli kwenye matumizi ya vifaa aina tatu vya muziki wa asili. Vifaa hivyo ni isu mbiliasi ndono pamoja na kidananda. Mzee Ubi alikuwa mwimbaji mzuri wa nyimbo za asili. Sasa Dr. Hukwe kwake haikuwa kazi ngumu kujua huu mziki wa asili, ilikuwa ni kama amerithi tu kutoka kwa mzee wake fundi wa mambo hayo. Mwaka 1950 ndipo alipoanza rasmi kujifunza kupiga vifaa vya muziki wa asili. Alianza kujifunza kupiga zeze la nyuzi mbili na baadaye kwenda mbali zaidi kutengeneza toni ya tofauti na wengine, isipokuwa melodi ni ile ile, ile ya Kigogo. Aliyekiona kipaji chake cha muziki na kufanya tambulike hadi leo ni rais wa kwanza wa Tanzania, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakati wa ziara yake mkoani Dodoma. Historia ya Dr. Hukwe na Bagamoyo ilianza baada ya Mwalimu Nyerere kuvutiwa na uimbaji na uchezaji wa Hukwe na aliporudi Dar es Salaam, Alimwalika Hukwe kujiunga na kikundi cha utamaduni cha taifa Bagamoyo Players ambacho kilikuza na kuendeleza sanaa za asili za Kitanzania. Kundi ambalo Dr. Hukwe alijiunga yani Bagamoyo Players pia lilijulikana kwa jina la kundi la taifa la Tanzania. Kundi hilo lilianzishwa mwaka 1980. Katika miaka ya elfu moja mia tisa na tisini, Dr. Hukwe Zawose alirekodi muziki pamoja na Peter Gabriel. Peter ni mwimbaji na mtunzi wa nyimbo wa Uingereza katika kundi la rock la Genesis. Moja ya kazi walizozifanya kwa pamoja Dr. Hukwe Zawose na Peter Gabriel inaitwa Animal Nation wakimshirikisha Charles hadi anaaga dunia tarehe 30 Disemba 2003. Dr. Hukwe Zawose ameacha watoto 14 na baadhi ya albumu alizozifanya ni pamoja na Tanzania Yetu, Mateso, The Miracle of the Thumb Piano in Tanzania, zote akiwa ametoa mwaka 1989, Chibite ya mwaka 96, Mkuki wa Roho mwaka 2000 na Assembly 2002. Historia ya Bagamoyo inamtaja Hukwe Zawose kuwa ni miongoni mwa watu maarufu zaidi waliowahi kuwepo hapa, huku historia ya jumla ikimtaja kama mwanamuziki wa Tanzania maarufu zaidi kwa muziki wa asili. Hii ni Little Town Media, mimi ni Kelvin. Asante sana na k